Kunasikiliza matangazo yetu kutoka DRC saa sita, saa za Afrika Kati tisa e, saba majira Afrika Mashariki. Rejab Wakili Kabonga, the one and only town DJP. E, karibuni sana ndugu jamaa na marafiki kokote ambako mko na tusikiliza, ikiwa ni tarehe ishirini na moja za mwezi wa nne elfu mbili na ishirini na tano. Uh, so ili kuanza kupata habari zetu za moto kila siku tafadhali like, pia, subscribe, Baraka, One TV, pia Facebook pamoja na TikTok, matukio mbalimbali ambayo yako inaendelea DRC na pia tembelea Baraka, One TV channel 2, pia, kuwa na, kutana na, na, na baadhi ya matukio yote ambayo yako yanafanyika ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu zangu kutokana na situation ambayo iko sasa hivi DRC, e, vichwa vya habari katika vyombo mbalimbali vya habari ni ujio wa Joseph Kabila Kabange ndani ya jiji la Goma DRC. So inaleta panic na pia inaofanya wachambuzi wa siasa, wanaharakati pia, um, watu ambao wanahusika na masuala ya mashirika ya kiraia pia kuweza kuwa na dukuduku duku, na mengi ya kuzungumza kuhusiana na hili swala. So nitakwenda kukuletea kipindi ambacho kinapita kila Jumapili kwa redio ya Le Messager du Peuple hapa jijini Uvira na kinaitwa Baraza la Peuple. Kipindi hichi ni uh, kimenivutia sana na nikaona ni, ni kipindi ambacho kiko kiko na, na na, na, ujumbe mzito. Tusikilize wanasiasa wa Uvira, raia wa Uvira, wasomi wa Uvira, wanamtazamo gani kulingana na hili swala la ujio wa Joseph Kabila Kabange jijini Goma. Ejide Kizenga Tembele, big up sana kwa pamoja na Baraka One TV. E, Kizabe ayeba big up sana pia e, King Sele e, Shabani Seleman kwa pamoja na Baraka One TV Ankis Kandeke, e, big up sana Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic. Beyondo Kilamba Mawe, mzee wa state ya Main. Dedone Butoto Um, pia Mashaka Ayambakiza Salum uh, wote hawa wakiwa wako pamoja na Baraka1 TV. Mtu umehukumu watu miaka kumi na mnane kufanya yale ambayo Kabila amefanya Goma, kwenda kwenye waasi, yuko eskorte na waasi majeshi ya Rwanda wa agreser, ile ni laana kwake, ile ni laana na maandiko yanasema ya kwamba anayevuka mpaka wa jirani wake huyo alaaniwe. Hata Kagame vilevile analaaniwa. Hatuta hatutaacha kusema, bwana mtangazaji, na hatuna woga yoyote, lakini ni kusema ya kwamba mimi natosha. Ole kwake kwa miaka kumi na mnane amefanya katika hii nchi. Tukiona foto za zamani zake gisa alikiaka mwahii nchi iko na miaka ishirini na tisa na, na, na gisa amesha kwa, kwa leo ame, amepata mali nyingi sana. Kwa nini asitulie akuwe mfano kama marais wengine wa staafu. Kwa nini asikuwe mfano hata na hata hata na ni komunote internationali na siuzini imkamate kama mtu, mtu mwenye ustarabu, mtu mwenye heshima, anaweza simamia hata vipengele vingi hata katika, katika dunia. Lakini yale yote yeye amekwenda kuyatupa kwenye maji. Na kwa hiyo bwana mtangazaji, sheria itafanya mambo yake. Asante sana. Eh, Akili Mtambala nasema, mimi naona kama kuja kwa rais mustafu na kuweza kuwasili pale Goma anadhihirisha kama nchi imegabuliwa. Kwa nini akuwasili mzingine province zenye haziko okipe na barebel ya M23? Huyo ni maoni yake bwana Akili eh, Mtambala. Ngama Nyapamba tumsikilize. Ngamanyapamba eh, kabla turudie kwenye meza ya majadiliano Ngamanyapamba RV Panyamiana anasema ningelipenda kuuliza mtu wa IDPs, hivi aseme wazi akoro gani iko kati ya jikak ka, Nanga na Felix kusudi wa kongomani wasumbuliwe hivi? Na kama kuna akor ni sherti jikaka Nanga na Felix waweke mbele ya vyombo vya sheria. Huyo eh, huyo ni bwana Ngama Nyapamba ambaye anaona maakoro ya wao wa, wa watu watatu ambazo labda yeye anazijua. eh, kwa upande wake Tumsikilize msikilizaji mwingine iko Jacques wa kikao cha kahawa Vinifizi, anasema ndugu mtangazaji, chungu ya shetani haina mfuniko. Kabila ameonekana kama ni mnafiki tena shetani mkubwa kwa Wakongomani, mwisho wake unafika sasa. Ni Jacques wa kikao cha kahawa, yeye Jacques anaona mwisho wa huyo mtu ambaye ana anafanya hivyo. Eh, kabla turudi tusikie huyu bwana Rama Sirmilo eh, yeye anasema tunasalimu watu wote kwenye studio. Nataka kuambia mtu wa UDPS kama ujio wa Kabila haiwapi kitisho inaonyesha e kama muko, mu ide, muko mu, mu mawazo moja, lakini UDPS inalewa madaraka sana et doit savoir que dans ce pays nous avons de bons citoyens capables de diriger ce pays kuongoza nchi haiko kupapasa papasa, gouverner se prevoir. Turudie ndani ya studio mm. Messaje ni nyingi. Bwana Machozi ya Raio, ukifata redio ya Ufaransa RF ilitaja kwamba eh, rais wa, eh, rais wa zamani wa Jamhuri ya Kongo ya Kidemokrasia, eh, rais mustafu Joseph Kabila aliingia Goma si kama eh, mwanajeshi wala si kama aliingia tu hivyo na anasema kwamba akingali atahutubia raia. Au wewe ndiwe raia unalia sasa bwana Machozi alainakuuliza hotuba gani unangoja kwa Josefu Kabila? Bwana mtangazaji ni kusema kama hotuba ya Kabila mpaka saa hii na mie mwenye kuongelea hapa tu yajua itakuwa ya nini

doa le, le, le, le, le, le, pourparler entre eh, representan gouverneme na ya, re, re, ya barebe iko Qatari, eske hii deklaration y costa mutamba aitafifisha yale ambayo yanataka kuwezekana kwa kuweza kuleta amani mashariki mwa DRC. Ni, ni, ni kweli mtangazaji, kama serikali ya Congo iko mu mademarshe mingi juu imalize hii mzozo na mademarshe hiko ni mainitiative ni matatonema eh, tanto doa tanto eh, kwa mheshimiwa rais wa Kenya tanto tusikie union africaine na nome bamediatere ba, ba tano tanto tusikie rais alienda kuona sijui nani, tantu tusikie rais alienda ona presidat wa, wa etats unis Il me semble que aparama rais kwa tatoni tatoni, hayaona nini nyi atafanya purke amalize amalize hii tatizo, tantu akuye kubazalendo akuye kubaona. Aloruki predecesseur wake alisema kama bamaimai ni barebele contre nchi ya Kongo, na ndo huyu mwenye anaenda kukuaterire tena ku, ku nani ku ba M23 bebiko napigana na bazalendo na, na, na. Mtangazaji, nataka ni, niseme ni kama

Kama si nisema, kama le temps yenye Kabila naingilia aku aku Goma kwa gouvernement place ya Bwana Tshisekedi leo bakisikia mutu kama Kabila mwenye alikuwa nje pands anaingilia mgonga parti ya, ya Goma e communication si avec les rebelles kwa bo kuingia kwa ni, ni trahison trahison kuona ra enye alikuwa alikuwa iko ndani alor nde io e abangechuka tukumwitisa baonge naye bamusikie gisi naye na propose ako nini politiki iko yulu ya sheria na pande vitu iakaa vinaribika. Asante sana, tutakumbusha wasikilizaji kwamba katika madai ya Joseph Kabila alisema kwamba amekuwa na miaka sita ya silence absolue en exil njohuo iko Goma. Sasa kuna mtu anauliza, e, anauliza wa mtu waidepese e, e, nini inaonyesha kama e, bwana Kabila ni muasi eriche wa maeneo ya kiomoni? <laughs> bwana mtangazaji na kizani nisha sema hapa hakuna vya kupapasa ye. Rais mstaafu Joseph Kabila ikwe eskorte na wasoda wa M23 wa Rwanda kule Goma kama yeye haiku haiku muasi, alienda fanya nini kule Goma? Kwa nini asingilie Kinshasa? Kwa nini asingilie hapo Vira? Ile mambo yote bwana mtangazaji, haiku mambo ya kutafuta, eti twende Lemera twende wapi? Hapana, Kabila ndo shefu wa movement AFC, ni yeye. Mimi nishasema hivi, nanga anajulikana na nani? Kigali, wala wala wala Kampala. Yale yote ambayo tunakwenda kuongelea hapa bwana mtangazaji yale yote ni Kabila ndo mwenye mwanzilishi, wale yote na wale wenye wako wanasema kama kuko makoro entre Kabila na, na Felix Tshisekedi na kizani, yale tushayaongea mara mingi hapa na wamkina Neemi e, walikuwa akisema kama watatobola washatobola, mzee si siwaseme kama kuko makoro. Yale yote ni uongo mtupu. Nitakwenda kuambia mwenzetu wa, wa machozi ya raia. Ukunaelewa mambo na sisi tuko raia aseme waide pesa na watu pesa. Sisi tuko wa raia wako usiku na fanya the shows eso kongre na sisi tuko raia, sisi watu waide pesa na sisi ni nambiaka watu hivi na kwa kana hi lugha kila siku. Hii nchi ni nchi yetu, sisi sote tuko na nchi ngine? nchi tuaje watu hebu na metre chako chako hakuna, ni nchi tu na, na wa wanani i no ita mbuto takwenda kuachia watoto wetu, na ndio maana mimi naambiaka wenzetu hivi Rais Kabila imeondoka Chisekedi naye atatoka kwa madaraka na kutakuja rais mwingine, lakini sasa tutawachia watoto nini? Tutachia watoto nchi yetu? Na ndo maana rais alitia wazalendo, waza nguvu ya kusema ya kwamba wazalendo wanakwenda kutetea nchi yao. Na mtu sawa, rais atetee watu sawa, raia wanakamata bunduki, kuna nini anasiuzi? Ni si vitu vya ajabu hivi, kisha ule mtu unasema yeye iko komplice Manaka, wewe ndio uko complice wao, hao wazalendo wow, wow, wow, wakati ya Kabila walikuwaka wapi?

huyo ni bwana Janvier Erasto akiwa akiwa Kimanga. E, tumsikilize msikilizaji mwingine kabla turudie e, kwa ambasade Dudu ambaye atatuzungumzia baadaye e, huyu ni nani? anasema e, jambo muhariri, Kabila aliongoza nchi ya, ya RDC miaka kumi na mnane akufanya kitu ya maendeleo nini. Enye atafanya sasa akikuya na waasi ya M23 ni mushamuka pa biriba, ambaye anataja hivo haya Bwana ambassador Dudu, ninajua huko e, na nosio sana ya diplomasi e, ningetamani kujua e, kidiplomasia leo uko mjumbe conseiller wa Trump ku mambo ya Afrika, alizunguka nchi, alifika hata Rwanda na muraporo zake alifikisha, alifiki Umarekani, alisema alifiki retrait ya trup ya, ya, ya, nani? ya, ya, ya, ya, ya wasoda ya, ya Rwanda watoke wa na Kagame asese e, api yake kubarebel kuba sasa. Wakati anasema hivyo Kabila anakuya, mtnaniko najiuliza, unaweza kutuambia nini e, koma e, Umoja wa Mataifa opinion international inamuona wakati huu Joseph Kabila huko Goma na siyasikia kama inasema neno lolote. Je, ili haikuonyeshi kwamba umoja wa mataifa, na yeye kusema sema yake ni kusema tu, lakini kivitendo haifanyi kitu chochote? Ngoja tuangalie, kwa sababu kunakuwa kitu wanaita mdiplomasi, ambigite. ambigite ni wakati unaona kwamba mambo ha hayako wazi sana na hivi vitu Kabila nafanya navifanya katika njia ambayo haiko wazi sana mpaka leo. Watu wake wanaendelea kupinga kwamba haiko Goma. Um, alisema atahutubia raia, hajahutubia raia. Kwa hiyo nafikiri wa, wanadiplomasia wote katika tekniki za diplomasi wana observe ili wapate maelema ya kutosha, alafu watajiprononce baadaye, kwa sababu kuna mambo ambayo watapenda kuonyesha kwamba haya ni mambo ya ndani, msingilii kumbuka Kabila ni mwanajeshi wa Kongo na Kabila alipata barua ya mise en disponibility katika jeshi la Kongo. Kwa hiyo huyu ni mwanajeshi ambaye kuna, kuna mtu aliuliza nini naonesha kwamba yuko mwasi yeah, ambaye anakiuka sheria ya kijeshi, kama mwanajeshi anapigania nchi yake zidi ya nchi za kigeni. Sasa yeye anaenda kwa maeneo ambayo yanadhibitiwa na nchi za kigeni, ambayo anapiganisha nchi zake, na hii ni kwamba signifikasio yake diplomatiki alipaswa alitafuta kuonesha kwamba mambo ambayo mnashutumu Rwanda sio Rwanda, ni sisi wakongomani wenyewe kwa wenyewe. Kwa hiyo mtu, wache tumalize mambo yetu ya ndani sisi wenyewe kwa wenyewe. Hii ndio lengo wanaolitafuta, lakini watu wengine dulimwenguni hawako ha, ha, wapumbavu, wanaakili na wenyewe wataanalize na wataangalia na tutasikia mareaksion yao ya baadaye, lakini muda wa leo na wazi wa diplomate wote wangali ma analizi, wangali ma recherche ya ma done na ma information. Mpaka leo ni ma presse tu ndo yanasema gouvernement ya Congo ilijiprononcer. Lakini kama kisi ulisema ministre porte-parole wa gouvernement, parole yake inaonyesha kwamba haikukuwa conference ya conseil des ministres, kwa hiyo ilikuwa propos politique tu, hayakuwa na portee legale. Lakini ministre wa justice, ambaye yeye ndiye ko competent kwa mambo ya sheria, alitumia sheria za Congo kwa kuamuru wanautakiwa procureur general de cassation na mtu wa auditora militaire, auditeur general militaire aliwaautorize wanze mapoursuit kwa sababu huyu jamani ni mwanajeshi na aliingia katika maaktivite ya kijeshi. Kwa hiyo hizi matokeo ya hivi vitu vile ndio yatatuonesha jumuiya ya kimataifa itasema nini, lakini waseme wasiposema, ni sisi wakongomana ndio tutaamua nini kitafanyika kesho. Haya, Bukuru iko Kasenga anauliza ikiwa sasa hii depesi naona inaona kwamba eh, Kabila ndiye anasapoti M23 na Rwanda, mbona adui yuko mlangoni hapa Kamanyola lakini ampendi kumupiga? Ninaona kwamba eh, swali hilo labda eh, si tunazungumzia kuhusu Kabila eh, eh, jeshi litali huyo adui atapigwa tu, si hatuwezi kuyua. Kwa nini uh, wajampiga bwana metre chako changu? Wakati moja sheria ninaona kwamba iko sawa, inatuachaka mkagiza kadogo, lakini nyinyi wana sheria mnajua wakati e, mtu ana anatoka nje anaingia mwile maeneo ya, ya waasi nini mnaita traiso? kie tretre kushinda yule na kama yule am amwezi kumkalifia de tretre, kie tretre metna mtangazaji, nani ndo tretre? e tretre ni, ni mtu mwenye ana anajua siri anajua siri za, za fasi zile siri anazitumia kwa njia mbaya. Soit juu ya kudetnefasi soit juu yapati pesa, soit juu apati cheo. Nikupe mfano kidogo, wewe ko journaliste I nyumba famia zaidi. Unaweza penda uzisha habari za hapa juu redio ikufe. Nikirudia nyuma, nimekwambia kama Bwana Kabila ameongoza nchi panda 18 ans, avant ongoza nchi Kabila fi militaire

mamixage 14bib anajua Kongo muzuri mwenye alifa negociation na M23 ya kwanza, Joseph Kabila Kabange, yeye ole ya kwenda ku, ya kuongea na Bwana Felix ama ole angepatia baopposa venebiko banasiege maeleme u zisaidie cong kutoka mwaishitukuamo ila prefere kwenda kukonjige na Rwanda kuingia Mugoma, voila sa trahison ama tretisme yake inatokea, haiko tu kama vile. Infraction ya pili za mkamata ni nini bwana mtangazaji? Ni abstention coupable. Naam, na mna hapo ndipo tunakwenda kung'oa nanga kwa matangazo haya ya mida hii. Tukutana nani majira ya saa 9 ambapo tutakuwa na mengi pia kuzungumza Rajabu, wakili Kabonga, the 1 DJP, Baraka1 TV.